Ameanza kushughulikia mambo. Tumpe sima kofi mazuri. Ah. Maiki moja kwa Ebeni, maiki moja. Wewe na maiki hapa. Na mmoja tutotokea pale anausikia. Ni vizuri kuashikia sio mbaya. Eh, anaashikia maiki. Napodai, ukimaliza tukushikiwa na kule. Maiki kwa kule nikihitaji maiki anarudi hapo. Naomba tuanze na kijana, mpatie maiki, mpatie maiki. Ninalo jambo la, la kumuuliza katika wakati huu. Uh, Eben, una ahadi gani ambayo ya kumthibitishia huyu binti kwamba ni hakika unampenda? Unaamana yoyote haya? Ah, nipatie ni, ni, ni patie, patie. Shike maiki maana aweze kufanya mambo mawili maiki atowe na vitu vingine. Asante sana, hebu ifungue fungue mwenyewe, fungua fungua tu taratibu, ichomoe alafu nipatie, alafu mpokee katika mkoba kake aako kakutunzia. Kabla ya kunipatia, hebu waonyeshe watu kwamba sitani na manisha isha juu, ah! Kijana apane, naomba nipatie. Jamani, vijana wa sasa hivi mna mambo. Alama kubwa Tanzanite naiona hapo. Binti wa makini kuivaa mitaa isiyoeleweka. Kijana amejitoa, na mii naomba nikayombea Baba, katika jina la Yesu, kwa pete hii ambayo ni ishara ya muungano wa uchumba, Baba Mungu wa mbinguni, nainua juu kwako pete inayotoka kwa kijana Ibel kwenda kwa Miriam. Ni vijana ambao amedhamilia kuweka alama ambayo ni kumbukumbu, binti anapoiona, naiombea neema ya Mungu ikafanyika kuwa baraka katika jina la Yesu. Amen. Naomba sasa ipokee. Uh, naomba sasa mgeukiane, geukiane kwanza, geukianeni nisikilizeni wakati hao wakishabishana tu, nipe mziki kule kidogo, tuserebuke kidogo autamfata binti yamanamina ya tusiturie. Nyanyua mkono wako sasa, wako shoto, nyanyua. Aha, vizuri sana na wewe kijana, ngoja nitakuonyesha mambo haya yako hivyo. Weka hivi, lete mkono huo, kamata hapa. Hey, my God, safi sana alafu e, taratibu kwenye pete. Nisikilize mimi no. Sasa e -okay. Taratibu taratibu. tara. E tulia, kila nikisema neno Unasogeza, sema, kwa pete hii ninakuahidi wewe Miriam Maroda kwamba nitawana na wewe, namwomba Mungu anisaidie ahadi yangu. Weka mpaka Umenifurahisha sana ulipoinua pete yako ili kuambia wengine, samahani sana, nimeshachukua mzima mzima akiwa anapumua. Naomba makofi tena, mazuri sana sasa wakupe maiki kwanza, kabla ya jambo lingine, shika maiki, shika k asante. Tanifuatisha maneno haya, sema: kwa pete hii niliyoipokea. Mweke maiki vizuri. Tunarudia tena. Kwa pete hii niliyoipokea, ninakuahidi wewe Ben Christian Siame kwamba nitaoana na wewe, namwomba Mungu ansaidie

Amen. Amen. My God. Doa zetu sisi tulipitwa haya, tukuyaona jamani, haya haya, sasa nikupe huu. Nataka kuongelea chochote, ninong'oneza kwanza, mimi nijue Msogeze mike, anataka kuongea kitu, anataka kuongea kitu, anataka kuongea kitu. He, tusikilize hapo kidogo. oh! Sae na ukabizi, mkabizi, mkabizi, mkabizi, mkabizi. Ipokee mkabizi tena. Tulia kwanza kijana. Ebeni, nimesimamia ndoa nyingi na uchumba mwingi. Umepata mtu mwenye maono ya mbali sana, angaweza kukabizi Biblia lakini anajua unao nyumbani Alichofanya ni kukukabidhi sana, amekuelekeza saa hii kuamsha kwa maombi, saa hii kuamsha kwa muda wa kwenda kazini, saa hii kukumbusha kurudi kwa wakati. Naomba makofi jamani, yagerigari vizuri. Tunakwenda sasa katika hatua ambayo ni ya mwisho kwa ajili ya kuwatakia baraka za Mungu, na tunapowatakia baraka za Mungu mtazungukwa na wimbi kubwa la mashahidi wachungaji wazazi na bahati nzuri tuna askofu wetu baba yangu na rafiki yangu Chisanga rafiki yangu sana huyo mzee. Tafadhali niwaombe tuweze kusogea huku pamoja na wazazi, na wakati huo watoto watakuwa wakipiga magoti vizuri kwa unyenyekevu. Kuna mtu mmoja anaweza kumsaidia udada hapo nguo e, yake msaidie kumwekea vizuri. E, ebeni keee, nimekupa kibali sasa hivi, kamata tu hivyo, kamata kamata, ndio mimi ndio nimekupa kumsogeza. Asante sana hapo hapo. E, pigeni magoti, pigeni magoti. Asante sana. Sante sana, ni waombe wazazi, wachungaji na wengine maweza mkaja pembeni huko, na wengine huko, niwaombe binti eh, mzazi cha mzaa chema, tafadhali tuweze kufika hapa. Wengine tutaweka mikono na wengine tutanyosha na wasi katika jina la Yesu Kristo. Je, kama kuna wazee wa kanisa pia, kwa sababu mpaka kuzaa kufika hapa na makatibu bado ni walezi kwa miko... tuwatakie baraka za Mungu Baba katika jina la Yesu. Tukio hili tumekuwa mashahidi sisi wenyewe, e Bwana, tumeshuhudia Ebeneza pamoja na binti Miriam. E Mungu wa majeshi, baba wa milele, wewe ni wa maajabu. E Jehova yale yani, tusiyajua jua, yaliyofichwa yamekwenda kufunuliwa na kuwa wazi sasa. Baba, wapokee watu hawa, wajalie neema ya pekee katika hali ya utulivu huu ni mwanzo mzuri na yaona mafuta ya Mungu yakiwa yamewazunguka. Naona nguvu ya Mungu ikiwa inawazunguka. Jambo hili ni watoto wa makuani hawa wote wawili. Baba, binti ni mtoto wa kuani, kijana ni mtoto wa kuani. Jehova shama ni uzao ulio bora. Mtakatifu huwakumbuke kuwapa afya njema, madii wasifanikiwe, wakiangalia siku ya ahadi na iliyotarajiwa Wafanikishe Bwana katika jina la Yesu uliye hai, naombea katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wa maajabu, katende. Amen. Simameni sasa vijana, wasimamishe kidogo, shika mkono. Yes, yes. yes. Uh, mwangalie eh, sasa mwenzako pale, wakati picha. Kuna neno moja la mwisho eh, wakati wazee wanamaliza kwa hapa, ninataka nizungumze neno la mwisho eh, na wakati wa ni ondaliwe chombo hii. Tukio ni la kipekee, bibi na bibi na e, watarajiwa wataweka sadaka na sisi tutawasindikiza, ni tukio la kipekee, ili ni tukio la kujimaliza umo kutoa ulicho nacho. Okay, sasa sasa sasa sasa sasa sasa, hebu mwangaliane kidogo, angalia, mwangalie mwenzako kuna kitu nataka niongee, tulia. Nyinyi wajanja, mboni yako iangalie mboni ya huyu na mboni ya huyu, angalie mboni ya huyu. Nataka nimwone nani atafunika macho kwa haraka ah. Miriam anafunika macho kwa haraka ya kukuonyesha kwamba nakupenda sana. Asante sana, naomba makofi mazuri jamani, kwao. Asante. Sasa tutakuwa tunawekewa chombo cha sadaka na wakati huo tukitoa sadaka yetu tukitoa sadaka zetu tuki, tafadhali watatuanza wenyewe kutufungulia utoaji huo wa sadaka.